Hebu vuta picha kwa sekunde moja. Mwaka ni 1926. Uko kwenye chumba kidogo na mbele yako amesimama mwanaume anaitwa Joseph Pilates akiwa pembeni ya kifaa chake kipya. Kifaa chenyewe ni cha ajabu. Kimetengenezwa kwa mbao, springi zinazong'aa, puli na mikanda ya ngozi. Kwa mtazamo wa kwanza, yani, unaweza kufikiri ni kifaa cha mateso kutoka zama za kati kuliko kitu cha mazoezi. Sasa nakuuliza wewe, kama ungekuwa pale, ungekuwa na ujasiri wa kujaribu kitu hiki bila hata kujua kinafanya nini? Hilo ni swali zuri sana, kwa sababu vyanzo ulivyotupatia vinasimulia hadithi ya mtu huyu na uvumbuzi wake, Reformer. mm -hmm. Na safari yetu leo ni kuchimba kwa undani na kuelewa si tu mashine bali akili iliyoibuni. Tutaangalia jinsi maono ya mtu mmoja yalivyoanzisha harakati nzima ya mazoezi duniani kabisa. Na dhamira yetu hapa ni kuelewa safari yake kutoka kuwa mtoto dhaifu aliyedharauliwa hadi kuwa mvumbuzi wa kimapinduzi, yaani jinsi gani changamoto zake binafsi zilimchonga na kumpa msukumo wa kubuni mbinu hii na hapo ndipo hadithi hii inavyovutia zaidi. Hii siyo tu hadithi kuhusu misuli na mazoezi sawa, ni hadithi kuhusu ubunifu unaotokana na maumivu, ni kuhusu uh, uhusiano wa kina kati ya akili na mwili, na jinsi mtu mmoja alivyokuwa na maono ya kuwaponya watu kutoka ndani kwenda nje. Kutoka ndani kwenda nje, ndiyo. Na jambo la kushangaza ni kwamba kanuni alizoziweka karibu karne moja iliyopita bado ni muhimu labda muhimu zaidi katika ulimwengu wetu wa leo. Basi hebu tuanze na mhusika mkuu mwenyewe Joseph Pilates. Ukiangalia maelezo uliotupatia jambo la kwanza linaloshtua ni hili: mtu alianzisha mfumo huo wa mazoezi yani, unaohitaji nguvu za ajabu, alianza maisha yake akiwa dhaifu sana. Ni kweli kabisa, yani si dhaifu kidogo, bali dhaifu haswa, na hii ni sehemu muhimu mno ya hadithi yake alizaliwa akisumbuliwa na pumu kali, homa ya baridi yabisi na matege, yani rickets. Rickets. Ndiyo, alikuwa mtoto ambaye watoto wengine walimcheka na kumnyanyasa hakuwa na mwanzo mzuri hata kidogo. Subiri kidogo, yani unaniambia mtu ambaye jina lake sasa ni sawa na udhibiti kamili wa mwili alianza akiwa hana udhibiti hata wa afya yake? Hiyo inabadilisha mtazamo wangu wote kumuhusu ndiyo maana safari yake ni ya kipekee. Hakuukubali udhaifu wake, badala yake aliamua kupigana nao. Alifanya kitu ambacho eh, wengi wetu hatuwezi, aliigeuza udhaifu wake kuwa maabara yake. maabara yake hasa. Alianza kujifunza moja. Vyanzo vyako kinaeleza jinsi alivyozama kwenye vitabu vya anatomia, akichambua kila msuli na mfupa. Alichunguza mbinu za mazoezi za kale kutoka mashariki kama yoga na mazoezi ya Wagiriki na Warumi wa kale. Kisha akaanza kujaribisha mbinu hizi kwenye mwili wake, na matokeo yake yalikuwa ya ajabu. Kutoka kuwa mtoto mgonjwa, alibadilika na kuwa mtu mwenye nguvu za kuvutia. Utafiti unaonyesha alifanya kazi mbalimbali mbali za kipekee. Alikuwa bondia, mzamiaji, mwanasarakasi pia mm, na hata mwanasarakasi aliyesafiri na sarakasi akionyesha nguvu zake mmoja ya vyanzo kinataja hata aliwahi kuwa mkufunzi wa kujilinda kwa polisi wa Scotland Yard. Hebu fikiria hilo. Yaani, hapo unapata picha kamili. Huyu hakuwa mtu wa kawaida, alijijenga mwenyewe kutoka sifuri. Na hapo ndipo unapogusa kiini cha falsafa yake, kwa sababu alijua maana ya kuwa dhaifu. Lengo lake halikuwa kama kujenga misuli mikubwa kwa ajili ya maonyesho tu, sawa? Hakuwa anatafuta nguvu za kinyama, alikuwa anatafuta kitu tofauti kabisa ufanisi wa mwili. Alitaka kuelewa jinsi ya kuufanya mwili ufanye kazi kwa usahihi, kwa nguvu na bila maumivu mm. Ndiyo maana neno muhimu katika kazi yake lilikuwa uponyaji. Alitaka kuwasaidia wengine kushinda mapungufu yao ya kimwili, kama yeye alivyofanya. Hilo lina mantiki sana, na inaelezea kwa nini mbinu yake ilipendwa haraka na watu waliokuwa kwenye tiba ya viungo, yani rehabilitation. hasa hakuwa anaunda mashine za mazoezi tu, alikuwa anarejesha miili kwenye hali yake ya asili. Hasa na alipohamia New York na kufungua studio yake katika miaka ya 1920 mia, wateja wake wa kwanza walikuwa wacheza dansi na wanariadha wa kiwango cha juu, watu ambao maisha yao yalitegemea miili yao kufanya kazi bila dosari. Na hapo ndipo walipokutana na kile kifaa cha ajabu Reformer. Naweza kufikiria mshtuko wao. Ukiingia studio ukitarajia kunyanyua vyuma, halafu unakutana na kitu kinachofanana na kitanda chenye springi na kamba. Kweli, vyanzo vinasema wengi walikuwa na wasiwasi mwanzoni. Bila shaka, fikiria muktadha wa wakati huo. Vifaa vya mazoezi vilikuwa ni madude ya chuma, dumbbells, barbells. Kitu cha Pilates kilionekana kama kimetoka kwenye maabara ya mvumbuzi mwenda wazimu. Ni kweli, lakini shaka yao ilitoweka walipomuona yeye mwenyewe akikitumia. Hapa ndipo maelezo kwenye vyanzo yanapopendeza sana. Yanasema mwili wake ulikuwa mfano halisi wa mwendo wenye uthibiti. Alipofanya mazoezi, kila sehemu ya mwili wake ilikuwa inafanya kazi kwa usahihi na utulivu. Mm -hmm. hakukuwa na mwendo wa hafla. Alisukuma na kuvuta kwa ulaini na uzuri ambao ulificha ugumu halisi wa kazi aliyokuwa akiifanya. Ilikuwa kama anaucheza muziki na mwili wake na hiyo ilikuwa tangazo lake bora zaidi. Alikuwa anawaulisha hivi ndivyo mwili wako unavyopaswa kufanya kazi. Hakuwa anafanya mazoezi tu, alikuwa kama ulivyosema, akiuchonga mwili wake kuwa mashine yenye ufanisi na ustahimilifu. Sasa hebu tuchumue zaidi kuhusu mashine yenyewe. Ni nini hasa kilichoifanya Reformer kuwa ya kimapinduzi? Ni nini siri yake? Siri yake ipo kwenye kanuni moja rahisi lakini ya kijanja sana: upinzani sahihi na wenye udhibiti. Tofauti na kunyanyua chuma, ambapo unapambana na uvutano wa dunia unaponyanyua. Ndio, na kisha unapumzika unaposhusha. springi za Reformer zinatoa upinzani wa mara kwa mara. Unapata upinzani unapokwenda na unapata upinzani unapokuwa unarudi. Ah, sasa naelewa. Kwa hiyo hakuna mahali pa kupumzika katikati ya zoezi Misuli yako inafanya kazi muda wote, hasa inakulazimisha kuwa na udhibiti kamili katika kila sentimita ya mwendo. Hii inawezesha mwili kufanya kazi kwa njia ambazo mazoezi mengine hawezi kufikia. mm -hmm. Lakini muhimu zaidi, inakulazimisha kutumia akili yako. Huwezi kufanya mazoezi kwenye reformer huku akili yako iko sehemu nyingine. Lazima uwe na umakini kamili kwa kila pumzi, kila msuli mdogo unaofanya kazi, na kila badiliko dogo la uzito. Kwa hiyo kifaa hiki kilikulazimisha kutumia akili na mwili pamoja, haikuwa chaguo. Hapo ndipo unapogusa kiini cha kila kitu. Hiyo ndio falsafa yake nzima. Haikuwa tu kuhusu springi na mikanda, ilikuwa kuhusu kanuni sita za msingi ambazo ndizo zinazoendesha kila kitu. Na vyanzo vyako vimeziorodhesha waziwazi. Ndio hizi nguzo sita ni udhibiti, umakini, kuweka kitovu, ulaini wa mwendo, usahihi na upumuaji. Control, concentration, centering. Sasa, maneno kama umakini na usahihi yanaeleweka kirahisi. Lakini hili la kuweka kitovu au centering, linamaanisha nini hasa? Je, alikuwa anazungumzia kitu kile tunachokiita koa leo? Umeuliza swali la msingi kabisa. Ndiyo, Joseph Pilates alikuwa akizungumzia core strength karibu miaka mia iliyopita kabla hata neno lenyewe halijawa maarufu. Kweli. Kweli. Falsafa yake ya centering ilikuwa na wazo kwamba nguvu zote za mwili, kila mwendo, kuanzia kunyoosha mkono hadi kutembea, zinatokana na kitovu cha mwili, eneo la tumbo, mgongo, eneo la tumbo, mgongo wa chini na nyonga. Aliliita powerhouse, au nyumba ya nguvu. Aliamini kwamba ukiimarisha eneo hili, mwili mzima unafuata. Kumbe hivyo, alikuwa mbele ya wakati wake sana. Leo kila mkufunzi anazungumzia umuhimu wakoa. Mbele sana. Na hapo unaona jinsi Reformer ilivyokuwa zana tu ya kutekeleza kanuni hizi. Suala halikuwa kufanya mazoezi mengi iwezekanavyo, suala lilikuwa kufanya kila zoezi kwa usahihi kamili, kwa udhibiti na kwa umakini, huku nguvu zikitoka kwenye powerhouse yako mm-hmm. Lengo lake kuu, kama vyanzo vinavyosema, halikuwa tu kujenga misuli, lengo lilikuwa kujenga mwili bora, akili bora na maisha bora. Ulikuwa ni mtazamo kamili wa afya. Na matokeo yake yanaonekana yalikuwa ya kweli na yalibadilisha maisha ya watu. Hapa ndipo hadithi inapopata uzito zaidi. Moja ya hadithi za kuvutia katika nyaraka hizi ni ya mchevaji dansi maarufu aliyepata jeraha baya la kifundo cha mguu. Ndio. Madaktari walimwambia kazi yake imefika mwisho lakini alianza kufanya mazoezi na Pilates na nini kilitokea? Sio tu kwamba alipona na kurejesha nguvu zake, bali alirudi jukwani akiwa bora zaidi kuliko alivyokuwa. Vyanzo vinaeleza miondoko yake ilikuwa na nguvu zaidi, usahihi zaidi, na mvuto wa kipekee. Mbinu ya Pilates haikumponya tu, ilimboresha. Ilimboresha, na hiyo inaonyesha haikuwa tu tiba ya kimwili, ilikuwa ni uboreshaji wa utendaji alikuwa anaufundisha upya mwili jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mfano mwingine ambao unamuhusu mtu wa kawaida zaidi ni wa mfanyakazi wa ofisini, mtu ambaye kwa miaka mingi ya kukaa kwenye kiti, mgongo wake ulikuwa umepinda na alikuwa na maumivu sugu. Sawa, najua watu wengi kama hao. Baada ya miezi michache ya Pilates, mkao wake ulinyoka, misuli ya mgongo iliyo dhaifu iliimarika na yale maumivu yakatoweka. Hadithi hiyo inazungumza na mamilioni ya watu leo ambao maisha yao ni kukaa kwenye dawati. Inaonyesha jinsi mbinu hii inavyoweza kutatua matatizo ya kisasa. Lakini mfano wenye nguvu zaidi kwangu ni ule wa askari mstaafu aliyerejea kutoka vitani Mm-hmm. Alikuwa na majeraha ya kimwili, lakini pia athari za kiakili. Alikuwa amepoteza hisia ya utulivu na udhibiti wa mwili wake. Alihisi kama mwili wake na akili yake havikuwa na uhusiano tena. Kupitia Pilates alianza taratibu kupata tena ule utulivu na udhibiti aliodhani amepoteza milele. Na hapo, hapo ndipo unaona nguvu halisi ya falsafa yake. Haikuwa mazoezi ya mwili tu. Ilikuwa tiba ya akili. Tiba ya akili kupitia mwendo wenye udhibiti. Alikuwa anaviunganisha tena vitu viwili ambavyo mshutuko wa vita ulikuwa umevitenganisha. Akili na mwili. Hiyo ni uthibitisho hai wa kila kitu alichokuwa akiamini. Kweli kabisa. Mifano hii inaonyesha wazi kwamba mbinu yake haikuwa kwa ajili ya wanariadha pekee. Ilikuwa kwa ajili ya binadamu yoyote anayetaka kujisikia vizuri zaidi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo tukitazama safari nzima, tunaanzia na Joseph Pilates, yule mvulana mgonjwa na dhaifu, ambaye alitumia maumivu yake kama kichocheo cha uvumbuzi. Vyanzo vinatuonyesha maono yake yalikuwa makubwa. Alitaka kuunda mustakabali ambapo, kila mtu, bila kujali umri au uwezo, angeweza kupata nguvu na uhai kupitia mbinu yake na kile kifaa cha ajabu Reformer. Mm, kilikuwa ufunguo wa mustakabali huo, kilikuwa alama ya imani yake isiyoyumba katika uwezo wa mwili wa binadamu wa kujiponya na kujiimarisha na kinachonishangaza zaidi, kama ulivyosema awali, ni jinsi urithi wake ulivyo hai leo. Ni urithi wenye nguvu sana. Hiyo ndiyo sehemu ya ajabu zaidi. Baada ya karibu miaka mia moja, kanuni zake za msingi hazijabadilika, hazijabadilika. Unajua, kinachonivutia ni kwamba Joseph Pilates alikuwa akizungumzia mind body connection na core strength kabla maneno haya hayajawa maarufu haya ni maneno tunayoyasikia kila siku kwenye gym na studio za yoga leo, lakini yeye alikuwa mmoja wa waanzilishi wa dhana hizi katika ulimwengu wa magharibi. Alikuwa mbele ya wa wakati wake, mbele ya wa wakati wake kwa miongo mingi, na bado ni muhimu sana leo katika maisha yetu ya kukaa sana, ya kutumia simu na kompyuta, ambayo yanatutenganisha na miili yetu. Mbinu yake inatoa jibu, inatoa jibu moja kwa moja mfumo wake unatoa suluhisho kwa matatizo mengi ya kimwili yanayosababishwa na mtindo wetu wa maisha wa sasa: maumivu ya mgongo, mkao mbaya, msongo wa mawazo. Bado unafanya kazi kabisa. Kwa kumalizia, vyanzo vyetu vinatuachia wazo la kuvutia sana la kufikiri. Joseph Pilates hakuona mwili wa binadamu kama kitu kilichokamilika na kisichoweza kubadilika. Mm -hmm. aliuona kama kitu kinachoweza kuboreshwa na kuimarishwa daima. Aliamini katika uwezo wake usio na kikomo wa kujiponya. Ndio. Hivyo swali la kukuachia wewe msikilizaji wetu ni hili. Ikiwa kanuni zake udhibiti, umakini na usahihi zinaweza kuubadilisha mwili kwa kiasi hiki, ni kwa njia gani nyingine tunaweza kuzitumia? Sio tu katika mazoezi, bali katika nyanja zingine za maisha yetu ya kila siku, iwe kazini, katika mahusiano yetu au katika jinsi tunavyokabiliana na changamoto.